Tukio hilo la kinyama limewafanya baadhi ya madaktari na manesi wa hospitali hiyo kumwaga machozi kutokana na mtoto Naisi kufanyiwa kitendo hicho cha kusikitisha cha kuchomwa moto mikono yake miwili na kujeruhiwa sehemu mbalimbali za mwili wake. nguo zote akaniambia, mwaye chini. Akachukua fagia, akaanza kumtandika mm. Akaniambia niingie jumbani, akachukua nguo ya mama akaichana, akanifungia mkono na mguuni, akachukua mafuta ata akanimwagia mkononi, akanasha moto akaanza kusukumia ndani e, akatoka nje na mtoto kufunga mlango. Alivyotoka pale, alitoka na nguo na kiberiti na koroboi. Mimi nikawa nalia nje. Afisa muuguzi msaidizi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Ruvuma Bwana Aidani Ndunguru anasema mtoto huyo ameumia katika jicho la kulia, mgongoni, huku akiwa na majeraha makubwa katika viganja vya mikono yake miwili, ambayo alimwagiwa mafuta ya taa na kuchomwa moto. Ameumia, majeraha makubwa yapo kwenye mikono, mkono wa kulia na kushoto, maeneo ya viganja na sehemu chache za mgongo. Kuna majeraha pia ambayo inasemekana chapa kweli. Mie wito wangu naomba wazazi kama watu, tuwe na ungwana au tuwe na busara ya kutambua kwamba watoto hawa wana wana haki ya kuheshimiwa na kuishi kama sisi wengine tunavyoishi. kwa hiyo naomba watu tuachane na tabia hizi za kuwajeruhi watoto kwani hawana kosa lolote tena. basi tutumie njia zingine mbadala kama ni kuwaonya basi waonye kwa njia zingine. Kutoka Songea mkoani Ruvuma mimi ni Joseph Mwambije wa ITV.